I say, na sisi tumesoma mpaka Afrika nzima. Safi sana, karibu sana uketi, karibu sana uketi. Ehe, karibu mnangele aji, habari ya East Africa. Safi sana. Ndio bwana, tupe habari kuhusu tuzo hii, maana duna dunia nzima ilikuwa inatazama Afrika, kuna nini Zikomo? Ah, uh, ni tuzo ya mtangazaji bora Afrika na uh, nilipata kwa watu kupiga kura, so watu walikuwa wakigia kwenye tovuti ya Zikomo tena wanachagua mtangazaji bora Afrika ambaye anafanya vizuri kwa mwaka usita ambao na elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita so nikafanikiwa, mm -hmm. kushinda mimi hapa kuwakilisha Tanzania kuwakilisha Iringa kuwakilisha East Africa na Afrika ujuma tuzo nikasema kivyovyote vile lazima nipate muda nije nikuletee tuzo, kwa sababu wewe ni moja ya watu ambao pia ulikuwa ukinihimiza sana niwaambie watu watupigie, kwa ulikuwa na imani kwamba nitaichukua kabisa. Kwa nikasema itakuwa ni vibaya kama tuzo nisipoirudisha sehemu ilikopatikana. Kwa hiyo nikasema lazima nifike Iringa, kwa sababu ni nyumbani. Safi sana, nakupongeza sana bwana, asante sana, hongera sana. Mafanikio yako ni mafanikio ya vijana wote, mafanikio yako ni mafanikio ya wana Iringa kweli. Nazidi kukuombea bwana, amen hadi <laughs> mpaka dunia nzima ijue tuna kijana anaitwa Rich. Asante <laughs> <laughs> <laughs> sana. Naam, kwanza ninakupongeza sana ndugu yetu Rich. Sisi wananchi wa Iringa, viongozi na watumishi eh, tumefurahi sana. Kwanza tulipopata habari juu ya mashindano haya, tuliwahamasisha sana wananchi wafuatilie mashindano kwa ukaribu na waweze kushiriki, lakini pia tunawashukuru Watanzania wote wa Afrika wote ambao walikuwa sehemu ya mashindano yale kwa kuhakikisha wanapiga kura, sio tu kwa sababu wanamfahamu wana Rich bali kwa sababu ya ubora na uwezo ambao amekuwa akiuonesha. Kwa hiyo kwa niaba ya wananchi, ni kupongeze sana kwa kuendelea kuwa miongoni mwa vijana mnaofanya vizuri kwa kazi mliochagua kuifanya. Umeendelea kuwa ni mtangazaji wa mfano ambaye unapendwa na watazamaji wako, unapendwa na wasikilizaji wako, lakini umeithamini kazi yako na kuipa heshima. Hatimaye tuzo hii ni alama ya uwekezaji mkubwa wa muda wako, kipaji chako na kujituma kwako, na sisi Wanairinga na vijana tunaamini eh, sky is the limit. Bado tunaamini una uwezo wa kufanya zaidi. Hapa kwa niaba ya vijana wananchi, eh, wanyaruko wote wa Iringa, kwa kweli tumefurahi sana kwa ushindi wako na tunakutakia kila la heri. Tuzo hii ina maana gani kwa sisi wananchi wa Iringa? Kwanza tunajivunia kila mwana Iringa ambaye ametoka hapa kwenda kupambana, tunaamini ipo siku watarudi Iringa na kuleta heshima kwa mkoa wetu wa Iringa. Hilo jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni alama ya kwamba kuwa Iringa imaanisha tuwezi kufika duniani Kumbe tunaweza tukatoka Iringa alafu dunia ikatutambua tu na tukafanya vizuri kwenye mambo mengi na makubwa. Lakini jambo la tatu ni kwamba nomata tunafika mbali kiasi gani, tunafanikiwa kiasi gani, ni lazima tukumbuke, tunalo shina, tunao mzizi tulikotoka. Tumetoka Iringa, hapa ndio nyumbani. Ni lazima turudi kushia mafanikio na watu wa nyumbani. Tunapokuja kushia mafanikio na watu wa nyumbani, tunahamasisha watu wengine fanya vizuri zaidi, lakini sim pia kuwatia moyo watu wengine kwamba wanaweza kufanya, lakini mwisho ni kuja kuzichota baraka za nyumbani, kama ambavyo ulizichota ukazipeleka, ukafanikiwa. Sasa wanakuja kuzichota tena kwenda kufanikiwa zaidi. Mwisho niwashukuru sana Watanzania ambao wamekuwa kimuunga mkono Rich Msafi kwa kazi kubwa anayoifanya pale, tuwashukuru waajiri wake na wafanyakazi wengine wote ambao wamekuwa ni msaada wa kufanikisha malengo ambayo tunaamini naweza kuyafanya. Huyu ni miongoni mwa vijana wengi sana Tanzania wenye uwezo wanachokihitaji ni kuendelea kujengewa uwezo eh, kuimarishwa na kupewa nafasi ya kuonesha wanaweza kufanya nini. Sisi tunajivunia, tunakutakia kila la heri na remember, unazo sala na dua za Wanairinga mm -hmm. na wakati wowote pale pana changamoto pale na mafanikio, kumbuka nyumbani ndio kimbilio. Sisi Wanairinga tuko tayari kupokea wakati wowote na msiache. Unatoka kwenye eh, mkoa wenye heshima kubwa, umetoka kwenye mkoa ambao hatuna njaa. Kwa hiyo unatoka utembee kifua mbele kabisa, kwa wetu hauna njaa, lakini unatoka kwenye mkoa ambao una rasilimali za kutosha, kwa wetu sio maskini lakini unatoka kwenye mkoa ambao ndio unaobeba hifadhi ya pili kwa ukubwa Afrika, eh, the second largest national park the Ruaha National Park iko hapa. Lakini pia viti vyote unavyoviona Dar es Salaam kule mbao, mbao mbao zote kule wajeuri yetu ni zisi Iringa. Kwa hiyo unatoka kwenye mkoa ambao ni wa watu imara sana, na hatuna mashaka kwamba usichoke kuwa balozi wa mkoa wako, kwa sababu vipo vitu vya kujivunia vya kuwaeleza. Kwa mfano, E, eh, Iringa tunayo Ruaha Marathon , eh, mbio pekee ambayo watu wanakimbia katikati ya hifadhi hii inapatikana kwenu Iringa sehemu ambako wanadamu na wanyama wanapishana kwenye mbio inapatikana Iringa tu. Lakini hapa tunalo tamasha la utalii kusini, ambako nyanda za juu kusini wote tunakutana kusherehekea mafanikio ya utalii wa nyanda za juu kusini, mikoa yote karibia nane yanafanyika hapa Iringa. Ni tamasha kubwa ambalo watu wakija watajifunza na kuona utalii wa kusini ukoje. Lakini mwisho kabisa hali ya hewa ya Iringa, Dar es Salaam inanunuliwa hapa, Mungu katupa bure. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ambayo ukiendelea kueleza watu unakotoka watajivunia na kuja kututembelea. Nikushukuru sana. Nikutakia kila la heri, you have our support. Eh, you have our support. Ongera sana bwana. Uh, haya. Kwa majina naitwa Richard Nyondo almaarufu kama Rich Msafi na ni mtangazaji bora kuwakilisha Afrika na na nilishinda tuzo hii kupigiwa kura ba, best Zikomo radio Personality of the Year, 2025, 2026. Na sababu kubwa ya kuleta hii tuzo Iringa, kwa sababu Iringa mimi ni nyumbani, au vipi? Mimi nimetokea hapa na nimelelewa hapa, na sapoti kubwa nimekuwa nikiipata pia nyumbani, na hata kipindi ambacho nilikuwa na wanaomba watu wanipigie kura uh, sehemu kubwa ambayo pia watu wengi walikuwa wakinisapoti sana kwa kwenda kuvote ni Iringa, kwa nikasema isiwe so, so, mbaya au ni kama nimeshinda tuzo alafu nikabaki nayo nyumbani, mwenyewe nimekaa nayo nyumbani naiangalia, napiga nayo picha. Ni vyema ni, ni, nipate muda nije nayo Iringa kabisa, niwaletee wenyewe ambao wamekuwa wakinisapoti kwa muda mrefu zaidi. Mimi Iringa imeanza kuni support since zamani ambapo bado sikuwa na huo utangazaji bora wa Afrika. Kwa hiyo ni sehemu ambayo imenifanya nimekuwa nipo kifua mbele toka zamani kwa hadi sasa hivi. Pia sio mbaya, au sio kwamba napendelea sana nikirudi nyumbani, lakini hapa ndo chimbuko ambalo mimi limenisaidia na limenikuza toka zamani wako vijana wenzako wanapambana kwenye maeneo mbalimbali lakini pengine hawaamini kwamba kuna mafanikio wa kesho. Una, unawaambia nini? Mafanikio kesho yapo, mafanikio ni wewe unavyoyawazia kwa sababu huwezi ukalala ukaota kwamba mimi nataka niwe na gari ukilala ukiamka nje, gari ukilala ukiamka ukitoka nje unalikuta gari. Mafanikio ni yale ambayo wewe unayapambania, ndoto ni ile ambayo wewe unaipambania ukiamka. Kwa hiyo mafanikio ni rahisi sana, ni yanahitaji formation ndogo sana, yanahitaji tu bidii, juhudi yako na kuheshimu watu hivyo tu yani, kwa mafanikio vijana, inabidi tu, tu, tu tujue kwamba kila mtu kaumbiwa kwamba lazima atafanikiwa. Tunachotofautiana ni kwamba ni muda na karata zetu tunavyozichanga. Kwa vijana, kama vijana tukifanya kazi kwa bidii, tukionyesha upambanaji, ukionyesha kwamba mimi natamani kufanya hiki, natamani kuwa hivi, ni rahisi sana ndoto kutimia, kwa sababu ukishawekeza kwenye muda, kwenye muda wa hicho kitu unachotaka kufanya, ni rahisi sana kujua vitu vingi sana. Kwa mfano unataka kuwa mtangazaji maybe Lazima ujikite sana, ufanye research sana, utafute watu sana wanaohusika na hiyo sekta ambayo unataka kufanya. Kwa hiyo the more unazidi kufuatilia vitu vingi the more unazidi kukutengeneza connection nyingi, unazidi kujifunza vitu vingi. Tusijifanye Google. Unajua vijana wengi tuna fail kwa sababu tunajifanya magugu. Unajua wewe unajifanya kama kila kitu unakijua, sasa hiyo inakufanya ina, ina kuna muda unaishia kwenye yale unayoyajua wewe. Kwa hiyo tukiwekeza muda kwenye vile tunavyovifanya, Mwenyezi Mungu anatufungulia uh, njia kwa urahisi kabisa. Uh, kwa upande wa serikali imekuwa ikisupport iki sana vijana na naona nguvu yao kwetu sisi vijana. Kwa mfano, kwa mfano kama hata swala la Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa uh, wa Iringa. Mheshimiwa Rais ametupa mkuu mkoa kijana, umeona mambo yeye, anakuwa anajua vijana wanataka kitu gani. Mimi wakati na kuwa nominated kwenye tuzo, moja ya simu ambazo nilikuwa nazipokea mara nyingi ni ya mkuu wa mkoa ambaye amepewa dhamana na serikali na Mheshimiwa Rais kwamba akawa ananihimiza yani, yeye ndo ananihimiza hakikisha ile tuzo tunaipata sisi, unairudisha nyumbani, hakikisha unawahimiza watu wakupigie kura. Kwa hiyo unaweza kuona ni, ni, ni, ni, ni serikali imetengeneza urafiki kati ya vijana na serikali yao, ambapo unaona mimi nimekuwa rais sasa hivi unafika kwenye ofisi za mkuu mkuu. Mimi kwenye maisha yangu sijui kufika kwenye ofisi ya mkuu mkuu, ndio leo kwa mara ya kwanza naleta tuzo kwa. Unaweza kuona ambapo serikali imekuwa rafiki na vijana, ina inaturahisishia baadhi ya vitu ili tuweze kutimiza ndoto kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo na nipongeze serikali kwa juhudi ambazo zinaendelea kwetu vijana na najua na, na, kwamba wanatambua kwamba vijana tunataka vitu gani, na wanaongeza wana, wana nguvu yao kuhakikisha kila kijana anafikiwa kwa wakati wake na anatimiza malengo yake au yale matamanio ambayo kila kijana amekuwa akiyawaza, yanatokea yana, yana, yana matokeo yake yanaonekana na vijana wanakuwa sehemu uh ya furaha kwenye kwenye nchi yao. Malizia. Kumekuwa na waandishi wengi waandamizi mm. na watangazaji wengi waandamizi lakini hawajawahi kushinda tuzo ya mtangazaji bora wa kiume <coughs> sure. Afrika, mm. na kupata tuzo kama uliopata wewe, pengine mm. ni mabadiliko gani ambayo wewe uliyafanya katika tasnia ya kuhakikisha unaenda vyema na kizazi hiki cha katika vitu ambavyo mimi nilijaribu kubadilisha? Kwanza nili, nilitaka, nilitaka, nilitaka tambua vijana wa sasa hivi wanataka kitu gani, vijana wa sasa hivi wanahitaji, uh, usiwape vitu vigumu sana. Kwa mimi, katika vitu ambavyo nilijaribu kuvifanya, sikutaka kuja kama alichokifanya fulani. Mimi nilikuja na lengo langu tofauti, kwa hiyo nadhani kitu kilichokuwa rahisi watu kunipokea, kwa sababu nilikuja na kitu tofauti. Unajua kitu tofauti siku zote huwa kinatazamiwa sana. Kwa mimi, sikuja na kitu ambacho wao wamezoea kukiona. Mimi nilikuja na kitu cha tofauti kabisa, ambavyo namna ya navyozungumza navyo engage na watu navozungumza na viongozi yani, mimi nilitengeneza, sikuweka tabaka. Unajua zamani ilikuwa inaonekanaga ukifanya vipindi vya burudani watu wako wewe wa burudani tu. Unajua sasa hivi imebadilika kidogo, umeona kama hivi tuko kwenye ofisi za kiserikali tunazungumzia burudani. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni engo nzuri zaidi kwa upande wangu, mimi nadhani ni namna yangu ya ni nilivyokuwa nawekeza nguvu kwenye kile ninachokifanya, namna ambavyo nimekuwa sosho sana, namna ambavyo nimekuwa nikizungumza na watu, namna ambavyo nimekuwa niko karibu sana na watu, inawezekana kawa imesaidia, lakini kikubwa zaidi ni namna ambavyo pia uh, mazingira rahisi ambayo pia yamewezesha na ofisi yangu. Unajua, mimi ofisi yangu pale ni semi ya vijana sana, hata slogan yetu pale inafanyaga ni semi ya vijana sana, kwa nadhani mazingira ambayo ofisi pia imeweka imekuwa rahisi sana mimi kukua kuwa multipurpose kufanya hayo yote kwa pamoja, kwamba unaingia ofisini unafanya kazi unatoka, unatengeneza connection na watu, unakutana na watu, pia unajua watu wanataka kitu gani. Kwa hiyo imekuwa rahisi sana pia kufanikisha hiki ambacho kimepatikana sasa hivi.